Muvi yetu inaanza na hadithi fupi. Tunasimuliwa kwamba kuna jiwe kubwa kutoka angani lilikuwa linakimbia kwa kasi kuelekea duniani, likiwa tayari kabisa kuharibu kila kitu. Binadamu waliliona na walijaribu kulizuia kwa kurusha makombora ya nyuklia. Kweli walifanikiwa kulilipua, lakini kwa kuwa lilisambaa vipande vipande, vipande hivyo vilishuka hadi duniani likiwa na mionzi ya hatari, ambavyo havikutakiwa kabisa vifike duniani. Vumbi la hiyo mionzi lilibadilisha vinasaba vya viumbe, yani DNA: nyoka, buibui, mijusi na hata siafu na kuwafanya wakue hadi kuwa majitu makubwa kabisa ya kutisha. Na hapo ndipo mtifuano kati ya viumbe na binadamu ulipoanzia. Binadamu walipambania uhai wao, huku viumbe wakiwasaka binadamu kuwageuza kuwa chakula chao. Wengi wa wanyama wakubwa waliuawa, lakini vita hivyo viliishia kuharibu kila kitu, silaha ziliisha, risasi zikaisha, na karibia asilimia 95 ya binadamu wote walikufa, na wachache waliobaki walilazimika kuishi chini ya ardhi yani kwenye maandaki. Ni kuombe mtazamaji wangu, kabla hatujaendelea, subscribe na ubonyeze notification bell ili uwe wa kwanza kupata movie zetu kila tunapopost. Stori imeisha, sasa tuendelee. Huu ni jamaa wetu anaitwa Joel. Siku moja akiwa ndani ya gari na mpenzi wake Aimee wakifurahia mapenzi yao, ghafla wakaona kitu fulani kilichowashtua sana. Kuna vipande fulani vilianguka kutoka angani na jitu kubwa lilikuwa likishambulia mji wao, watu walikimbizana kwa hofu, mji wao ukachomwa moto na kila kitu kikaharibika. Katika huo mtafaruku, Joel na Aimee walilazimika kutengana, kila mtu alilazimika kukimbilia anakojua yeye na familia yake. Ila Joel akamwahidi Aimee, nitakutafuta tena na haijalishi nini kitatokea, uwe na hakika nitakupata. Lakini Joel na familia yake walipokuwa wakitoroka na gari jitu kubwa likanyaga gari yao na kuangamiza wazazi wake mbele ya macho yake kwa uchungu. Joeli akabaki ameduaa sana, akiwa hana msaada, ila watu waliokuwa karibu wakamvuta na kumweka kwenye gari na kumwokoa. Miaka saba ikapita, Joeli akiwa anaishi na wale waliosalia kwenye andaki chini ya ardhi. Kila mtu ana mpenzi wake isipokuwa Joel tu ndio ana mpenzi, anaishi na hofu na kumbukumbu mbaya za wazazi wake walivyokuwa wanauawa. Kila akiona kiumbe anakakamaa kwa hofu. Yani ni mwoga mno, hata hawa anaoishi nao hawamruhusu kabisa kutoka nje. Kazi yake ni kupika, kusafisha na kusaidia kazi za ndani tu, haruhusiwi kabisa kufanya kitu ambacho kitamhatarisha. Lakini siku moja majitu yalivamia handaki lao, wanaume wanne wenye silaha wakatoka kwenda kupigana, lakini wakamkataza abaki ndani. Wakiwa wanapigana, Joel akaona rafiki yake mmoja akiwa anauawa na bonge la siafu, akashindwa kujizuia akakimbia kwenda kumsaidia, lakini kwa kuwa ni mwoga, akashindwa kufanya lolote, akabaki ameganda tu. Siafu akamsogelea Joeli akafumba macho tayari kabisa kwa kifo chake, lakini alipofumbua macho tu kichwa cha siafu kilikuwa tayari kimekatika. Yaani mwenzake alikuwa amemsaidia. Ilikuwa ni bahati yake Ilibaki kidogo tu alikuwa ameisha. Siku moja, Joeli akajaribu kupunguza mawazo kwa kuzungumza kwenye redio, ndipo akasikia sauti fulani aliyoitamani kuisikia siku nyingi bana. Ilikuwa ni sauti ya Aimee. Kumbe Aimee bado alikuwa yuko hai, kama ilivyokuwa Joeli, naye anaishi kwenye kambi fulani ambayo iko umbali wa zaidi ya kilomita mia arobaini kutoka hapo alipo, karibu na ufukwe fulani hivi wa bahari. Sasa kila siku akawa anawasiliana yaani wakipatiana matumaini. Lakini siku moja wakiwa wanawasiliana, mara redio ikanyamaza ghafla. Joel akaingiwa na wasiwasi, akaona hii haiwezekani, hawezi kukaa tena ndani akisubiria tu kufa. Ni lazima amtafute Emi, amwone hadi kufika Emi alipo. Ni safari ya siku saba, kwao ni safari ndefu mno na itamgharimu mno kwenye maisha yake. Na licha ya marafiki kumwambia ni hatari na hata wapiganaji wenye uzoefu hawawezi kustahimili kusafiri safari ndefu kama hiyo, Joel hakujali akaamua kuondoka, hivyo akampea ramani na ujumbe wa kumtia moyo huyo Safari yake ikaanza, lakini ikaanza vibaya kwa kupotea njia. Akaingia kwenye nyumba fulani kujificha, lakini akakutana na jitu kubwa, yaani bonge la chura. Huyo chura akajaribu kumla, lakini Joeli akapata msaada kutoka kwa mbwa fulani, ambaye hata yeye hakumjua ametokea wapi na baada ya kumwokoa wakakimbia mpaka sehemu fulani kujificha. Huyo mbwa anaitwa Boy, alikuwa akiishi kwenye basi lililokuwa makazi ya bosi wake aliyekufa. Tangu siku hiyo, Boy akawa rafiki yake na mlinzi wake mpya. Lakini siku moja wakiendelea na safari, Joeli akaanguka kwenye shimo. Hilo ni shimo linalokaliwa na wadudu wa ajabu ajabu na ambao wanakula watu, na hana uwezo wa kutoka mwenyewe. Ila akiwa kwenye harakati za kujipigania, ghafla akatupiwa kamba kutoka juu na kuvutwa, na hiyo ikawa pona pona yake, angefia humo humo. Huyu aliyemsaidia, Anaitwa Clyde. Yuko Ramstia na msichana mdogo anaitwa Mino. Ni wapiganaji waliokuwa wakielekea kwenye milima yenye baridi ambako majitu hayawezi kabisa kuishi. Hivyo wakajiunga kwenye safari. Kipindi safari inaendelea, wakawa wanamsaidia Joeli kujifunza kutumia upinde na mishale, lakini pia wakamwelekeza kujua mimea yenye sumu na yenye tiba, na wakaenda mbali zaidi kumfundisha namna ya kupigana kwao. Joeli akawa kampani kubwa sana kwa huyu Mino. Baada ya siku kadhaa, muda wa kutengana ukafika, kwa sababu safari ya Clyde na Mino inaenda kaskazini, ila Joeli anaelekea magharibi kumtafuta mpenzi wake Aimee. Ila kwa bahati mbaya, akiwa njiani alishambuliwa na bonge la mdudu, yani mkubwa kama jongoo lakini safari hii akachagua kukabiliana nalo, kwani atakuwa mwoga hadi lini? Alipigana maana akizubaa kidogo tu atampoteza hata huyu mbwa. Kwa kuwa ameshakuwa mjuzi wa kurusha bishale, akafanikiwa kummaliza huyu mdudu, lakini changamoto ndiyo kwanza kabisa zimeanza. Akajikuta ameingia kwenye imaya ya malikia wa mchanga, akaamua kumpima ili amwone atafanya nini. Akainama akachukua kitu fulani hivi, alafu akakirusha pembeni ili aone nini kitatokea. Aise, kitu ambacho kilitokea Joel ili akuamini kabisa alichokiona. Kitu ambacho ujue, huyu mnyama aoni kabisa, ila ana uwezo wa kusikia mlio hata kama ni mdogo kiasi gani. Kwa hiyo hataki kabisa kusikia kelele, hivyo Joel akaamua kukimbia ili ajifiche. Kumbuka akiwa nakimbia nyayo zake zinasikika, na kabla hajafika mbali akapata ajali na kuanguka. Kipindi ameanguka, akamwona mbwa wake na mbwa mara nyingi ni rahisi kupiga kelele, hivyo akamkimbilia na kumziba mdomo asije akapiga kelele ya aina yoyote ile. Kweli akafanikiwa, mnyama akaja karibu yao, lakini hawakupiga kelele. Baada ya mnyama kuondoka, boi akaona nguo ya aliyekuwa mmiliki wake imepeperuka na kuanguka kwenye maji. Akaona haiwezekani, ngoja aende kuichukua, lakini Joel anamsisitizia asiende, maana atapiga kelele na kusababisha matatizo. Alivyoingia tu kwenye maji, sauti yake ikasikika, hivyo lile jitu linakuja kwa kasi. Joel akaona aingilie kati asaidie. Alikuwa na bomu akalichukua hilo bomu akalitayarisha, ile jitu limefika tu akalirushia hilo bomu kwenye kinywa chake likasambaratika. Lakini hayo maji ambayo Joeli ameangukamo ni maji mabaya, yaani yana wadudu fulani wa hatari ambao wananyonya damu, hivyo Joeli akawatoa wale wadudu kwenye ngozi yake, maana akizubaa kidogo tu watamtoboa na wataingia ndani ya mwili wake. Lakini kwa kuwa wamemnyonya damu na wamemwingizia sumu mwilini Joeli akajikuta amezimia. Lakini Joeli alipozinduka akajikuta tayari yupo kwenye kambi ya akina Emi. Kumbe pale alipoangukia haikuwa mbali kabisa na akina Emi walipokuwa, kwa hiyo walimwona, wakampa msaada, wakafurahi baada ya kuonana tena baada ya miaka mingi. Lakini Joeli akagundua Emi amebadilika sana, sio yule msichana wa zamani tena, amevumilia vifo vingi, kupotelewa na watu aliowapenda, yaani moyo wake sio moyo wa mwanamke tena, ni moyo uliopitia maumivu mengi, hivyo umekuwa na sugu tena imara kama jiwe mchukua kumtambulisha kwa kapteni aliyekuja kwenye kambi yao kwa ajili ya kuwapa msaada wa kuwasafirisha kuwatoa hapo na kuwapeleka katika sehemu ambayo ilikuwa ni sehemu salama zaidi tofauti na hapo ambapo wapo. Lakini Joel amekata tamaa na Emi kwa sababu Emi haonekani kabisa kuwa ni yule mwanamke ambaye alikuwa anamjua mwanzo, hivyo akaona ni bora arudi kwenye kambi yake ambayo alikuwa mwanzo. Lakini kipindi anapanga vitu vyake ili aondoke, akagundua ukweli fulani wa kutisha zaidi kuna matunda fulani ambao walikuwa wakipewa, ili wale hayo matunda, yalikuwa ni matunda yenye sumu ye Joel aliyafahamu kupitia kwa kina Clyde na Mino wale ambao walimsaidia. Akagundua kumbe huyu captain alikuwa ni tapeli ambaye alikuwa akiwalisha watu hayo matunda na kuwatumia kama chakula cha kaa wake. Huyo kaa ni jitu alolifuga ambao alikuwa anaitumia kama injini ya meli yake. Na kumbe hao watu wote ambao walikuwa hapa, sio kwamba walikuwa wanapewa msaada wa usafirisho kwenye kisiwa fulani. Hapana, huo haukuwa mpango wa kapteni. Mpango wa kapteni ulikuwa ni kuwaua kwa zamzamu, kisha kuwatumia kama chakula bila hata wao kujua. Baada ya siri kujulikana, kapteni akawateka wote na kuwafunga, kisha akaamuru kaa wake atoke majini aje nchi kavu awaue wote awageuze chakula chake. Lakini Aimee na Joeli hawakukubali, wakaamua kupambana. Aimee anapambana akina kapteni na Joeli akabiliana na ile jitu Emi akakabiliana akina captain, lakini wakamzidi nguvu, wakatoroka kuelekea kwenye meli yao, wasubiria ili jitu limaize kuwatafuna waondoke. Yaani, ngoja nikuambie hivi, hili jitu linakimbia kwa kasi sana ndani ya maji, kwa hiyo captain huwa analiamrisha kwa kutumia rimoti. Kadri linavyokimbia ndivyo linakuwa linaivuta meli yake. Nafikiri hapo umenielewa. Baada ya Joel kupambana sana na huyu kaa kaa, akafanikiwa kumkamata lakini kabla hajamtafuna Aimee akafanikiwa kumpatia bunduki aliyompokonya mmojawapo wa wale majangili wa kapten. Hapo ndipo Joeli alipogundua kitu, kuwa huyu kaa kumbe amefungiwa mnyororo, ambao huo mnyororo ndio una mawasiliano maalum, ambao huo mnyororo unapigwa shoti, na hiyo shoti ikipigwa huyu kaa anachanganyikiwa, anaanza kufata oda ya huyo kapten. Kwa hiyo Joeli badala ya kumuua akamkomboa kwa kupiga ule mnyororo, hivyo ule mnyororo ukakatika kwao sa hivi, kapten atashindwa kumwamrisha huyu kaa ili afate matakwa yake. Etika naye ni mstaarabu kumbe, bwana akamshukuru sana Joeli, kisha akaingia baharini kwa hasira kumfuata huyo kapteni aliyemtesa kwa siku nyingi. Baada ya kuifikia hiyo meli ya kina kapteni, aliisambaratisha vibaya mno, alafu akamtafuna huyo kapteni ambaye alikuwa anajifanya mwamba kwa kumtesa. Baada ya hayo mapambano emi akamwomba Joeli abaki, lakini Joeli akasisitiza sana, marafiki zangu wananihitaji, siwezi kuwaacha. Akampa emi daftari lake ambalo alikuwa ameandika taarifa zote kuhusiana na hao wanyama na udhaifu wao. Wakapigana mabusu wakaagana, ila Emi akamwambia umenisaka kwa kutembea umbali wa kilometa 140 kunitafuta. Safari hii usinitafute mimi, nitakuja huko kukutafuta. Joeli akaanza safari ya kurudi tena kambini ujue hii safari sio rahisi kama ambavyo unaweza kuzania. Ni safari zenye majuto mengi na majonzi mengi sana na kupambana kwingi hapo njiani, na hatimaye akafanikiwa kuungana na wenzake kwenye kambi yao. Yaani wenzake hawaamini kuwa ameweza kufika huko tena. Cha ajabu zaidi, ameweza kwenda na kurudi. Hiyo inawatia sana moyo na kuwahamasisha, na kupitia redio anatuma taarifa kwenye kambi zote na kueleza kuhusu safari yake na kuwahamasisha wote watoke nje, wasiishi kwa kujifungia ndani wakisubiri tu vifo vyao, kwa sababu hao wanyama wanazidi kuzaliana na k zeka kwenye dunia, hivyo wasipotoka nje hawataweza kabisa kuwadhibiti na kuirudia dunia yao. Kwa hiyo watu wote wa kambi zote wanajikuta wamehamasika sana na kuamua kutoka nje kwenda kuanza maisha mapya na kukabiliana na hao viumbe ili kuirejesha dunia chini yao. Wewe unaweza kusafiri umbali kiasi gani kumfata mpenzi wako uliyemisi kwa siku nyingi? Ebu like kama umeipenda hii movie, lakini kuomba unijulishe kwenye comment kama kuna movie unayohitaji nikuletee. Usisahau kusubscribe na kubonyeza notification bell.